sho mbalimbali cha African Arts and Culture Festival ambayo inafanyika hapa uh, Ethiopia. Kama ambavyo unaona, uh, tuna vitabu kamusi mbalimbali ambazo tu Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA, wameweza kutupa ili tuweze kuja kuwaonesha huku kazi ambayo wanafanya uh, BAKITA uh, tunavyo vitabu mbalimbali, furahia Kiswahili uh, kwa wageni chi Kiswahili kwa wageni, lakini kuna kamusi kuu ya Kiswahili, kuna Kiswahili na utandawazi, kuna kamusi ya Kiswahili uh, kuna maneno yaksema a ya Kiarabu, lakini kuna tafsiri sanifu, lakini kuna istilahi za Kiswahili kuna English Swahili kuna istilahi za Kiswahili alimradi, kwamba na huku kuna vitabu vya riwaya hii. Ni waandishi wa umoja wa riwaya wenye dira Tanzania, UWARIDI, na hapa wameweza kuweka, utaona waandishi nguli wote wa UWARIDI wapo hapa, yupo kama ambavyo unaona vitabu vinavyoonekana, tuna hati nafsi, kuna kitanda cha kuwadi, kuna mkimbizi, kuna mdunguaji, kuna barua kutoka jela, mpita njia balaa kuna fitna, kuna kiroba cheusi, kuna kabrasho la rais lakini, kuna tunu sita za malezi, kuna mfadhili, kuna waraka, wimbo wa geidi, mtafiti, muuaji wa mwaka mpya, na vitabu vingine vingi, bila kumsahau Kamanda Mata na kitabu chake cha msaliti. Kamanda Mata, mwanzo ulituona tuko kwenye pickup, ilikuwa lazima tukae point ile kwa ajili ya kuchukua watu wote ambao wanaingia kwenye ukumbi na sasa tupo kwenye ukumbi huu na umekiona kitabu chako kipo juu ya meza hii, kipo kwenye pick up hapa. Tunaendelea na utaratibu lakini pia kwenye maonesho ya wenzetu wa Tanzania hapa, tunaweka vitu mbalimbali vya kacha ya Tanzania. Tutaona kuna matenge taona, amatende, taona aa, kuna vinyago kama navyoona, na bendera ya taifa inapepea juu. Hii yote ni kuonesha kwamba aa, Tanzania ipo hapa, ni bendera apundua Tuko hapa kwenye taifa na kama ambavyo mnaona bendera inapepea vizuri kabisa ya Tanzania katika ukumbi huu, kama ambavyo mnaona ashtray zipo uh, mbalimbali hapa, na wasiabada uh, um, um, la bendera nao warembo uh, hapa ambao kwa kusema kweli wametia fora katika maonesho haya. Kwa hivyo, tuko hapa kwa siku nne minne kutoka leo tarehe 20, 21, 22 na 23 tatu kuwepo hapa tukiweza kuwa pamoja. Aa, kutoka hapa East African Arts and Culture Festival ni Ibrahim Gama. Asante sana. Um...